Chosen, it... katika harakati za kumaliza ugonjwa wa malaria nchini, wanasiasa wametakiwa kukoma kuingiza siasa katika maswala ya afya nchini, leo ikiwa siku ya maadhimisho ya ugonjwa wa malaria. Hata hivyo utupaji wa nepi zilizoloa na mashimo yanayoachwa baada ya shughuli ya uchimbaji madini kukamilika, yakidaiwa kuongeza idadi ya visa hivyo haswa pwani ya Kenya. Mining activities particularly in Kwale County and Kilifi County remain

Viongozi waliohudhuria shughuli hiyo wamesema kuwa kaunti ya Kwale pamoja na kaunti zingine zilizo mipakani zinafaa kushirikiana na nchi zingine ili kuhakikisha harakati za kumaliza malaria zinafanikiwa. ugonjwa wa malaria ama hiyo homa kali, hatuwezi pigana nayo ama tuiangamize, kama hatuwezi angalia mambo ya kuwekeza, e, rasilimali zetu katika manyumba Vilevile, hatua ya serikali ya Marekani kuondoa ufadhili katika mataifa ya Afrika ikidaiwa kutishia asilimia 40 ya rasilimali katika sekta ya afya. Haya yanajiri huku shirika la WHO likitaka nguvu zaidi kutoka kwa jamii katika kupambana na malaria. Taifa la Mali limeongoza mataifa mengine 19 ya Afrika katika kuzindua chanjo ya malaria. Watu laki sita waliaga dunia mwaka wa 2023 pekee ulimwenguni kutokana na malaria. K24 TV.